Taarifa kubwa kutokea kule Ukraine, ni huenda ikapoteza uwezo wake wa kutengeneza mafuta imara ya makombora, hatua ambayo itazika kabisa matumaini ya taifa hilo kuzalisha makombora yake ya masafa marefu. Kwa mujibu wa jarida la kijeshi la Ukraine, yani Defense Express, kiwanda cha Pavlograd Chemical Plant ambacho ndicho pekee kinachozalisha mafuta hayo kipo takriban kilomita themanini tu kutoka mstari wa mbele wa vita hali inayofanya kuwa vigumu kuendelea na uzalishaji chini ya mazingira ya sasa ya kijeshi ambayo inaendelea mgogoro kati ya Ukraini pamoja na Urusi lakini zaidi ya hapo juhudi za kukihamisha kiwanda hicho zinaonekana kwa karibu haiwezekani hii ni kwa sababu eneo la kiwanda hilo ni kubwa zaidi likiwa na takribani hekta mia saba kutokana na teknolojia za enzi za Umoja wa Kisovieti ambazo zinahitaji nafasi kubwa na mpangilio maalum wa usalama wakati wa kuchanganya kemikali za uzalishaji. Miongoni mwa suluhisho pekee lililopo ni kujenga kiwanda kipya kabisa chenye teknolojia za kisasa na kutengeneza mafuta imara, ambayo lina jambo linahitaji uwekezaji mkubwa zaidi, utaalamu wa hali ya juu na muda mrefu sana, ya kwamba jambo hili aliweza kukamilika kwa muda mfupi kama ambavyo haraka inavyohitajika ili kuweza kuepukana na changamoto ambayo inaweza kuja kujitokeza ya kushindwa kuzalisha mafuta hayo. Lakini iwapo uwezo wa uzalishaji wa kiwanda cha Pavlohrad utapotea, basi Ukraine itapoteza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kujitegemea katika kutengeneza makombora ya kivita aina ya Sapsam ya au Grom 2 pamoja na makombora mengine ya daraja hilo kwa siku zijazo.